Niseme tu juhudi ulioifanya, unayoifanya na unaoendelea nayo kuhusu maendeleo ya nchi hii, basi natuletwa hatatu tu. Maana alionekana huduma za wanadamu sana, mwanadamu haishi kuwa ana maji, maji yapo, elimu ipo ipo kwenye mikutano yetu ya hadhara huwa tunakutana, tunasema mengi. Leo hapa tumepita kwa kutambua umuhimu wa kijiji hichi kwa chama cha mapinduzi yes. Ndio alisema hapa, fujo zote zilizokuwa zinafanywa na wenzetu, basi ilikuwa imelengwa kijiji hichi kwa sababu ya uimara wake kukitetea chama cha mapinduzi Ahii ni hali ambayo iko toka ASP. Tunakushukuruni sana wazee wetu kwa kuidumisha hali hii mpaka leo. Hatuna shaka kwamba tutaendeleza umoja wetu, tutaendeleza kukisimamia Chama cha Mapinduzi katika kijiji hichi kiendelee kudumu kama wazee wetu walipotufikisha na kutoka hapa kwenda mbele Ndugu zangu, ajenda yetu kuu chama cha mapinduzi ni amani, utulivu, umoja na mshikamano katika nchi, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kwamba tuko katika hali ya amani nchini mwetu. Tumwombe Mwenyezi Mungu atudumishie amani tuliyokuwa nayo sana. Amina. Mzee wetu kasema hapa kwamba wanaridhika na amani tuliyokuwa nayo na sisi tutahakikisha tunaidumisha. Kwenye upande wa maendeleo sina haja ya kusema mengi hapa, niye ni mashahidi, mnaona kama, barabara mnaziona, hospitali mnaziona, skuli mnaziona, uwanja wa michezo mnaviona, na mna alimradi, mna mna mna ali, tumejitahidi ale tulioahidi karibu yote tumeyatekeleza. Kilichopo mbele yetu etu, sasa hivi ni kushinda tena, ili tukamalize yale ambayo yamebaki.